Masau Bwire katika michezo mitatu ya ligi kuu kwa msimu huu wa 2025 2026. Michezo yote hutoa nyota ya mchezo JKT Tanzania. Hii inamaanisha nini kwenu? Ah, inamaanisha ya kikosi bora kwamba tuna kikosi bora, tuna wachezaji bora, tuna wachezaji wanaojua wakiwa uwanjani nini wanafanya, tuna wachezaji ambao wanajua malengo ya timu ni nini na wanafanyaje ili kuyafikia malengo hayo. Ndio sababu nasema sisi msimu huu tunataka kuonesha thamani ya mtanzania kwenye soka. Tunataka kuondoa zile fikira ambazo zimejengeka katika vichwa vya watanzania walio wengi kwamba Tanzania, kwa Tanzania hii soka ubingwa ni Simba ni Yanga, wanapokezana hao kidogo Azam sasa tumeanza na Azam, ndo wao wameanza kuhemea juu <laughs> wanasema mapafu yana tatizo, baada ya mechi mbavu zinauma. <laughs> Wengine misuli hii ya paja zimeuma, kutokana na namna walivyokimbizwa, kwamba hao wanaodhaniwa kwamba wafungwi hawafungiki, sisi ndo wao. Sasa tunawasubiri huku kwingine, tunapiga jaramba tu napiga jaramba tu tunawasubiri, tunawasubiri hao ambao watu wanadhani hawafungiki, ambao watu wanadhani wao siku zote wanapocheza na timu fulani wao ndio washindi, na kwamba ubingwa ni wa kwao kwa sababu wao ndio wanaojua ku, wanaojua kucheza mpira ndio bora wa kucheza mpira. Sasa tutakapocheza na hao, saa hizi kidogo wanakuja wana kuja, kuja Watanzania wanaelewa lakini bado hawajaelewa kwamba JKT Tanzania ni bora na wanao uwezo wa kuwa mabingwa. Kidogo wachache wanaanza kuliona hilo, wanaelewa elewa, lakini bado hawajaelewa. Tunataka waelewe, na ili waelewe ni pale unapokutana na hao wawili, Simba na Yanga, Simba na Yanga. Utakapokutana na, na hao tena hao muziki watakaoucheza watacheza samba badala ya mdundiko. Sababu gani? Mapigo yatakuwa tofauti na kile walichokitarajia, eh, wataenda tofauti na walivyofikiria. Maandalizi tunayoyafanya ni makubwa mno. Tunachohitaji kuwaaminisha Watanzania ni cha hali ya juu. Wewe fikiria tu, mechi tatu umecheza, mechi zote hizo unatoa mchezaji bora, mechi mbili ukicheza nje ya uwanja wako na mechi moja ukicheza kwenye uwanja wako. Sasa hii itoshe tu kusema hawa watu hawabahatishi, wanajua waliondoka. Pale wachezaji wawili aliondoka Yakubu Suleimani Ali pamoja na Nangu beki, wakaelekea kule walikoelekea, na watu wakasema meondoa wachezaji bora, sasa sijui itakuweje, au walikuwa walinzi wazuri mwaka huu mtapoteana, hawakujua nini tunafanya. Tuna walimu wazuri na bora, tuna mwalimu wa magolikipa pale, mwanadada Fatuma Fatu, yuko vizuri sana. Mimi mwenyewe nimeanza kitambo, nimekutana na walimu wa magolikipa wengi, lakini kwa huyu Fatu, kuna wakati nalazimika, wakati wanafanya mazoezi nakaa pale naangalia mazoezi ya Fatu hey, ya magoli kipa namna anavyowapa mazoezi, yaani na furaha na farijika, anajua kuwatengeneza magoli kipa. Na hata Yakubu wakati anakuja JKT Tanzania, si walikuwa wanamuona huko alikokuwa walikuwa, walikuwa wanamwona lakini hawakuwa wanamuona wamemwona kwa maana ya kumwona wakati yuko JKT Tanzania ana ubora mwingi. E, wakati Fatu anamtengeneza sasa. Fatu nilizungumza naye akanaambia, tulia, hawa waliopo hawa tulionao hawa wataonekana bora zaidi kuliko hao waliotoka na watawataka na hawa sasa. Yupo Ramadhani Chalamanda pale nadhani, unaona kazi anayoifanya Chalamanda sasa hivi anaanza kuzungumzwa kwa ubora ni golikipa ambaye yuko vizuri faa, tukaanza mambo yake kumtengeneza Chalamanda. Kwa hiyo hakuna pengo lolote ambalo mpaka sasa linaonekana na halitaonekana kwa kuondoka wale wachezaji wawili, kwa maana ya Yakubu Suleiman Ali pamoja na Wilson Nam, hawa mapengo yao hayapo, hata kimwanya tu kidogo hakipo, hakipo watu wapo wameziba na wako vizuri sana, nadhani watanzania wanashuhudia. Kwa hiyo katika hali hiyo eh, na michezo hii mitatu tuliyoicheza, tambueni kwamba JKT Tanzania dhamira yetu msimu huu ni kubwa mno, inaungwa mkono na viongozi walezi, wameishika na wanawekeza pale kwa nguvu zote na tumeshikamana hivi tangu waziri mwenye dhamana mama yetu huyu Mheshimiwa Dr Stagomena Tax, waziri wa ulinzi, timu hizi zinapocheza anatoa hamasa. Mkuu wa majeshi Jenerali Jacobo John Mkunda anawahamasisha vijana, anatuma neno la hamasa la, la anatuma neno la pongezi pale vijana wanapokuwa wamefanya vizuri. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa ambaye ndiye mwenye timu eh? Meja Jenerali Rajabu Mabele, yeye sasa anayoyafanya sitaki hata kuyasema, kwa sababu unaweza ukajikuta wachezaji kutoka huko hizo timu zenu hizo wakasema hivi, mbona tunachelewa ku, kuitwa pale JKT kwamba hela ni ndefu sana wanazopokea wachezaji hao. Wasema si hela tu, si hela tu. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakamfanya mtu aione thamani yake na kuamua kujituma kufanya jambo analotakiwa kulifanya mahali alipo, sio lazima hela. Kwa hiyo kinachofanyika pale JKT na anachokifanya meja jenerali Rajabu Mabele kushirikiana na wasaidizi wake akiwepo brigedia jenerali Hasani Mabena, ambaye huyu ni mlezi wa timu ilipo, yupo na anafuatilia hata mechi. Dhidi ya Azam alikuwepo akichagiza hamasa na kuwatia moyo vijana kuhakikisha kwamba ushindi unapatikana. Sasa kwa mshikamano na muunganiko huu, sidhani kama kuna mtu atapona msimu huu, watu watachapwa sana. Na wachapwi tu kichapo cha kawaida, wanachapwa kizalendo. Kizalendo na wazalendo, JKT Tanzania tunahitaji kichapo cha msimu huu kiwe ni kichapo cha kizalendo. Kwa dira ya taifa tuoneshe taifa kwamba huku JKT wanakopita ndiko tunakotakiwa kupita. Waangalie mfano kwenu, hakika na kuna timu ya kuigwa ya ku, ya ku kwa mfano kwa kuwatumia Watanzania, kwa kuonesha uwezo wa Watanzania, kwa kuonesha thamani ya Mtanzania na namna ambavyo anao uwezo wa kufanya kile ambacho walio wengi wanadhani Watanzania hatuwezi. Sasa sisi kama, kama JKT Tanzania tunahitaji tuwaaminishe Watanzania kwamba Tanzania, kwa Tanzania ina watu inao wachezaji wazuri sana, inao makocha wazuri sana na inao viongozi wenye weledi wanaojua nini wafanye kwa wakati gani kufika huko wanakotaka kwenda. Masau Bwire, kuna ile hali ya watu kukariri uh, kutokana na mazingira wakati Yakubu pamoja na Wilson nangu walivyokuwa wanazungumzwa tetesi kwamba wanaondoka na kwenda Simba, mlitoa taarifa mkasema wapo sana, lakini mwisho wa siku wakaondoka. Hapa juzi kati tumeona pia taarifa kuhusiana na kocha Ahmad Ali. Wengi walikuwa wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii kwamba anatakiwa kwenda kujiunga na Simba Sports Club, tukaona pia mkachapisha eh, watu pia wakaendelea kutoa maoni yao, wanasema kwamba hata kwa wale wachezaji mlisema hivyo hivyo, lakini inawezekana pia hata huyu kocha pia akaondoka. Hebu tuambie, ukweli uko wapi? Nadhani tulishasema na ninashukuru kwamba na wewe umekiri kwamba umeona chapisho letu hilo la kuonesha kwamba Ahmad Ali ana mkataba na JKT Tanzania na hana mpango wa kwenda popote, kwa sababu hiyo ni, ni, ni swala la Ahmad Ali. Nilijaribu kuzungumza naye kuhusiana na hizi na alichonambia, alichonambia, alichonambia ndicho kilichonipa jeuri ya kuyasema haya. Ahmadi Yali anaijua JKT Tanzania, anawajua hao wengine, anazijua timu zote hapa. Yupo sana, yupo sana, na mpaka kufikia kusema hivyo kuhitajika sehemu sehemu, maana yake huyu mtu ni bora, na ni bora kweli, na wao wameanza kuona kwamba a kumbe tuna watu bora hapa, halafu sisi tunaangaika huko, wakati tuna watu bora hapa. Ahmad Ali ni bora. Sasa ubora wake huo, Mtanzania huyu mzalendo, ni JKT Tanzania. Kwa hiyo hao wanaozungumza vinginevyo, niwaombe tu watulie, wamwache mzalendo huyu aendelee kuchapa kazi na wazalendo ndani ya JKT Tanzania. Umechungulia msimamo wa ligi kuu mpaka sasa? ya msimamo, mimi nalala nao <laughs> kwa sababu lengo letu mwisho wa msimu tuwe juu. Sasa lazima uone unakwendaje mpaka sasa hivi tuko nafasi ya tatu. E, kuna Simba pale na yuko hapo, kwa sababu hatujakutana. Kikutana amepoteza hiyo nafasi, ameiacha. Sisi tunataka tuning'inie juu mpaka watu waseme jamani, vipi, tutawatoaje hawa huku, watafute hata kama ni mawinchi sijui manini ya kuvuta, lakini bado ishindikane. Tukifika pale tuki, tuki, tukiganda tugande kweli kweli, ndilo lengo letu. Kwa hiyo Simba wako pale, hatujaonana nao hawa, siku tukionana, wameporomoka wanatuachia nafasi yetu. Na wapili ambaye yuko hapo ni Singida, huyu naye hatujaonana naye siku tukionana na yeye lazima tu ataporomoka. Angalia, ukiona mtu yuko juu pale juu, hajakutana na yule mwenye kuwepo hapo juu. JKT Tanzania, lengo letu msimu huu, tunataka tuwe pale kwa mwendelezo, yaani sio tuwepo tu dakika mbili tumetoka, dakika moja tumetoka, tunahitaji tupang'ang'anie kweli kweli. Kwa hiyo Simba yuko pale na anaweza akabahatika kuendelea kuwepo pale kwa sababu hajakutana na wazalendo, hajakionja kichapo cha kizalendo ambacho kinatoa dira kwa taifa. Siku tukikutana naye atatuachia nafasi yetu. Kwa hiyo wala hatuna shida, tuko nafasi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tatu sasa hivi e, yeye, Simba yuko juu, anafuata Singida na sisi tunafuata lengo letu, kwa hakika tumalize tukiwa juu kuliko wote msimu huu. Lakini wote ambao mwazungumzia wana usajili mkubwa kweli kweli, kwa kweli, mfano Singida sasa hivi unaambiwa wana usajili ambao unatisha. wewe hukutishi? Ah, nadhani moja ya timu ambazo zinazungumzwa kuwa na usajili mzuri ni Azam. Sasa kama Azam wamelia na wamehema juu juu, mpaka watu wanashika mbavu <laughs> watu mapafu hayaeleweki wa alafu unakuja unaichukulia poa JKT Tanzania. Hey, utaumia. JKT Tanzania, tumedhamiria na tuko serious katika hili msimu huu. Hatuna masiala na kikosi chetu, kwa kupitia Watanzania tutaendelea kuboresha, kwa sababu tunajua bado wapo Watanzania wenye uwezo wa kucheza mpira ambao hawa wengine hawana macho ya kuwaona, lakini sisi tayari tumekwisha waona. Kwa hiyo kikosi kitaendelea kuwa bora na kitaendelea kuwa imara na hatimaye kitatufikisha kwenye malengo. Ligi imalizike tuwe tuko nafasi ya juu kabisa, kama siyo ya juu kabisa, basi nafasi nne za juu hatutoki hapo. Zungumza na mashabiki wa JKT Tanzania. Ni waombe tu mashabiki wa timu yetu hii ya JKT Tanzania, JKT Queens, waendelee kutusapoti, waendelee kutuunga mkono. Hii ndiyo timu yao, ina watanzania watupu. Tuna malengo makubwa zile fikra za, za, za, za, za ushabiki na umiliki wa kurithi tuachane nazo kwa sasa, twende kwenye uhalisia na uhalisia wenyewe kwa sasa katika soka la Tanzania ni JKT Tanzania. Njoni huku jamani, wazalendo, tushiriki kuchapa watu kizalendo kwa pamoja. Wewe ukitia neno, huyu akitia neno, huyu akichukua bakola, huyu akichukua bakola, tukaingia uwanjani. Si bakola zile za kwenda, ni bakola za kwenda uwanjani kutumia mguu kuingiza mipira nyavuni. vijana wetu tukishikamana tukishirikiana, kwa timu yetu hii ya taifa. Mimi naita timu ya taifa kwa maana ni timu ambayo inajumuisha watanzania watupu, hatuna mchezaji hata mmoja na hatufikirii kutoka katika mataifa ya nje. Kwa hiyo hii ni timu yetu wa Tanzania, tuipende, tuisapoti. Inao uwezo na itafika mbali. Shukran sana na kazi njema. Masau Bwire, asante sana.